Asasi za usalama zimeanzisha juhudi za kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kuepukana na ugaidi. Wakiongozwa na Brigedia Yahma Muhamed, wamesisitiza kuwa kuhamasisha jamii kuhusu usalama kutasaidia sana kuimarisha uhusiano baina yao. Kwingineko, kiangazi kikali kinaendelea kushuhudiwa katika kaunti ya Turkana huku watoto chini ya umri wa miaka mitano wakiwa katika hali ya hatari ya kukumbwa na utapiamlo kutokana na ukosefu wa chakula. Taarifa ifuatayo inafungamana na maswala mazima ya taarifa kutoka majimboni. ADF kuweza kuwezesha mwananchi kugundua athari za ugaidi na kuweza kugundua hasara zinazoletwa kulingana na ugaidi basi inatu, inakuwa ni jambo ambalo linasaidia KDF katika utenda kazi wao, kwa sababu raia watakuwa wamejielewa na vile vile watakuwa wanaweza kushirikiana na vitengo vya usalama kuweza kushare information, na jamii inachukua jukumu sasa la kuweza kuhudumisha ama kudumisha usalama pamoja na vyombo vya usalama. Nchi ya Somalia imekuwa na matatizo mingi sana na Al-Shabaab ndio wanaleta hii matatizo. So kukiwa na uhusiano mwema kati ya wananchi na, na vitengo vya serikali itatuwezesha kuweza kuwatoa magaidi ambao wanajaribu kujifisha ndani ya wananchi ni niceda mingi

Uh, so and uh, once, you know, you can't even say which stage is alert because so long as pasture is not there, water is not there people are moving livestock are moving they are losing weight, they are machiating how do you even rate which stage at that level uh, all we need to do very fast is just to make sure we converge uh, brainstorm over it put resources that are available mobilize the ones that are from the like-minded partners